Mila ya maisha yako kweli, mi demu wangu wa wakunifanya vuruga hili, nisikilize mimi. Mi ndo mwanao, mi ndo ndugu yako. Cha msingi hapa, wekuwa mpole. Kibao manyuga amebandikwa nazi, yajui nini? Mi unaenda kuchinja, kabla ujaenda kumchinja mtu anenda moja kwa moja mpaka kwa brother Sombadi. Oho! Oh. Unanipeleka tena kwa Sombadii, mtoto wa Yesu Sombadii, anawaza upole kusamehana, yaishe, tutafungua Mathayo, Zaburi na Methali. Sombadi, si mtaki wewe mwanamke, wewe, we, we mwanamke. Wewe. We. mwanamke. Mwanamke, tafadhali ukafikiri na kuinama, ili jambo litakuwa sawa sawa. Ni nani kwa saidi hapa, nani atakuwa mchai olovabojeusi na mimi hapa, utamla mchana peupe? Nikwambie Mamatala, Mamatala ndo sosi kubwa. Mama Tala, baba ni mchawi. Hivi ndivyokuwa na kueleza siku zile pale, uko ukonile. Nikwambie Mamatala, halahala namwiko wakato kupakua, ukitaraji ukoko jungu utaitoboa. Mchakacho ujao, mwanamke haulengwi jiwe. Halafu ukija hapa nyumbani kwangu usije ukahisi mimi nakuogopa wewe. Mtu mzima juu ya mtu wa mpela chini utakuta mapela, juu ya mtu wa mlimau chini utakuta malimau. Ikatokea shida amerudi hapa nyumbani, je, utamwita shida maiti au utamwita shida mgomba? <coughs> <coughs> Ya, no, okay. Yani nayasema haya mbele za watu, kama kuna mtu anasikia asikie kuita hapa na siri nzito sana. Kuna jambo kubwa sana la kufikia mahala, wewe ukawa mtu mkubwa sana, na siri ya kufikia hilo eneo mimi ndio naijua, na kuna watu wengi sana, na wengine si ajabu ukawa unawafahamu wanataka kuijua hiyo siri, lakini hawatoijua siri hiyo. Ninayo mimi, kwa hiyo nilipoangalia nikaona kuna mambo matano ambayo mtu anatakiwa awe nayo ili kuweza kufikia hilo jambo kikubwa. Ninachokitaka kutoka kwako Maki, kuna sifa maalum za mtu ambaye anatakiwa aambiwe hiyo siri. Kwanza anatakiwa awe na hikma, awe na busara, awe na utulivu, awe na uvumilivu na katika kuangalia kwangu nimeona hivyo vitu, wewe unavyo vitu. Mfano maarifa, unaona, ufundi wa kuliendea jambo, mwelekeo, unaona, weledi. Hivi vitu vinafundishwa na mimi naamini, hata maarifa niliokuepo nayo naweza nikakupa wewe ukafikia yale mafanikio. Ninachokitaka kutoka kwako ukubali, ili nikueleze hiyo siri ya kukufanya wewe uwe mtu tajiri na mwenye fedha kuliko mtu yoyote humu duniani. Yaani wewe utaishi maisha mazuri watoto utakawapata wajukuu zake wajukuu zako vilembwe vilembwekeza sijui nini vinying'inya, yani wote yani uko wako wote utakuwa tajiri, ukiipata hiyo mali. Ni jambo gani hilo ambalo umeona mi nafaa kulifanyia kazi kutokana na sifa nilizo nazo? Ni kweli mwanangu, na haya maswali unayoniuliza inaelekea wazi kwamba mimi nimemchagua mtu sahihi kabisa. Je, ushawahi kufikiri kwamba mtu anaweza kuokota dodo chini ya mpapai tena mpapai dume? Ushawahi kufikiria hicho kitu hmm? Hapana, kwa ninavyoelewa mimi, juu ya mti wa mpela chini utakuta mapela, juu ya mti wa mlimau chini utakuta malimau, lakini kamwe hauwezi kukuta juu ya mpapai chini ukakuta embe dodo. Basi hiyo ipo, basi hilo linawezekana. Masharti yake ni machache na wala sio magumu kwa sababu kila nikiangalia naona wewe ndio unayeweza hili swala. Nikikueleza sawa, ukianza kufuatilia, kabla hujaanza kufuatilia, inabidi kwanza kabisa ukubaliane na haya sawa, kisha nitakuelekeza masharti yake, lakini sharti kubwa kuliko yote ni kwamba unatakiwa uiname, uwaze ili jambo jinsi itakavyokuwa, kwa sababu huku tunakokwenda tukishakubaliana Ukikubali kukaa chini ukafikiri na kuinama, ili jambo litakuwa sawa sawa. Ni iname? Unamaanisha nini kusema hivyo mzee? Taratibu hiyo suti, huwezi ukanipima tena. Chunga mdomo wako, usije kuona nimekaa nimetulia hapa, nitakuja nikuvunjie heshima sawa. Alafu unapokuja kuzungumza na vijana kama sisi, chagua maneno ya kuzungumza, mzee, unajivunjia heshima yako pamoja na yote huyu ndio mtu sahihi wa hili jambo. Nina imani kabisa na nina hakika kuna uwezekano mkubwa wa kufikia mwafaka mimi na yeye. Lini na wapi ndio sichokijua. Mama, mama. Be. Samahani. Bila samahani. Habari yako? Salama, kwema. Kwema, shukrani. Mama. Nikusaidie nini? Ah, samahani mamangu. Uh, bila shaka hapa ni imani kwa kina Maimuna. Uh, mimi nilikuwa namuulizia Maimuna au Tala, sio? nitakuwa nimewakuta Maimuna au Tala. Ndio. Wewe nani yao? au una shida nao gani? yaani hasa. Uh, yani, mwenye shida naye ni Maimuna na ndio maana namuulizia. mm, okay. hasa una shida na Maimuna. Tala hayupo yapata mwezi, sijajua yuko wapi, ila hapa hayupo yapata mwezi Maimuna pia yapata mwezi hapa hayupo, kwa maana Maimuna kaolewa yeye. yeah, alipo ndo nafahamu. Yaani unamaanisha Maimuna kaolewa, ndio maana yake mm. Basi sawa, nadhani nitakachoongea naweza nikakukwaza mamangu, ila naomba unisamee. Ninachokimaanisha kwamba kama ulikuwa ufahamu mama Maimuna aliolewa akiwa na inamaanisha kwamba mimi nilikuwa na mahusiano na Maimuna Sijakuelewa vizuri samahani. Hivi hiki unachokiongea, unajisikia au wewe unajitambua vizuri? Yaani nashindwa kuelewa, yaani au kwenu ndio wamekufunza hivyo, kwamba yaani mahusiano maus, ma, yako wewe na mtoto wangu mimi uje uniambie mimi, si ndio? Yaani yananihusu nini? Basi sawa, mamaangu, naomba unisamehe kwa sababu najua nimeongea neno ambalo labda nimekukwaza, ila taarifa ndio hiyo inayokupa, kwa hiyo unavyoniambia Maimuna ameolewa na ujauzito wako. Kwa hiyo unanituma mimi nikamtoe Maimuna kule nimlete hapa nyumbani au unataka nikusaidieje? Yaani bado sijakuelewa. Maana nina mambo yangu kibao kichwani ananichanganya na nivuruga. Naona kama naye nakuja kunibebesha tena misumari ya moto kwenye kichwa kuchu, changu. Unatakaje? Kama nilivyokuambia mwanzo, ninajua nitakukwaza kwa hayo nitakayoongea. Lakini shida yangu mimi sio Maimuna. Shida yangu mimi ni ule ujauzito aliokuwa nao. Ndio hasa ninachokihitaji. Nahitaji kile kiumbe changu, ile ni damu yangu mimi. Kumbe we mshenzi eh? Sasa sikiliza, leo siko vizuri, sina mudi kabisa, maana hapa nina haraka, nawahi sehemu. Sasa basi, kama kumbe shida sio Maimuna, ni shida na u, ni ujauzito wako, utafute, nenda kauchukue, uweke tumboni kwako mshenzi. mama. lakini ha. mama haina. Vipi, kulikoni, mbona una hema? nimekuja ni kwa, nimeita, unajua kuita lakini sijasijakuona. Yes, nikasema ngoja niende kwa shemeji yangu Somba, huenda atanisaidia shida yangu, maana nimevuruga. Unajua kuvurugwa wewe ile hmm? imekuwa tafadhali nimekuta. Una shida gani mdogo wako wewe. Nimemwona nalotaka kumuua pia namjua, lakini kikubwa shogango kinachonishangaza na kinachofanya nisijijue hata mimi, jinsia gani? mdogo wako ameyeyuka, mbona nanichanganya, nishike lipi? asinati kupotea, asinati kuyeyuka, sijui sijui. Wewe umemjua umuuaji, unanichanganya. Lakini unajua yani, Danima, hicho kifua chako kama kinaweza kubeba mambo yote, beba yote, usiache hata neno hili moja. Hey, umeingia na kazi hmm. Tatizo wewe una kilanga sasa, bado wewe asina tena sika kupotea kwenye macho yako, kwa sababu namtafuta mtu ambaye ameshakufa kashazipa. Na hivi ulivyo sasa hivi, umechakaa umekongoroka, kwa ajili ya kumtafuta mtu ambaye ameshakufa, na wewe utafutia mdogo mdogo, yani taratibu bora huyo asinate la kupotea viva, yaani we unaanza kupotea taratibu. Tukikutafuta wewe tunajua kabisa, hapa tumemtafuta mtu kapotea. Mna roho ngumu, kama unauza sumu. Ndugu yangu, mimi dada yako sinauza sumu, mdogo wangu, auza maziwa ili nipate kupona. Siusikii wewe wapi? hilo ndio ndo uliacha Konzi, kuna wakati kunaoja msingi sana inapaswa tujiulize sisi kwa sisi, nadhani nitakuwa na tija, au unasemaje? Kabla hujaingia kwenye hoja yako ya msingi, nataka kujua ipi sababu iliyopelekea ukasema tuondoke pale haraka sana. Ndio hivi Konzi, katika swali la mauaji sisi latuhusu nene, mpaka napata shida yote ya kuhangaika linatuhusu tena, kwa asilimia kubwa wanaopoteza maisha ni vijana kama sisi, tena taifa moja na sisi, ila sijajua dhumuni ya swali lako umelenga kitu gani? Pamoja na yote hayo, mimi naona ni vyema tukachana hiyo habari, na kama ikitokea mmoja wetu amefariki, basi itakuwa hadi yake imefika. Najua uwezi jua maumivu ya mwiba uliochoma mguu wa mwenzia. Unazungumza haya yote kwa sababu hauna ndugu uliomkuta janga hili. Haya, toa maoni yako au wazo lako ni lipi? Tuendelee na migimizano hii, maana itafikia wakati tutaisiwa kuwa sisi ndio wauaji. Mimi binafsi wazo langu liko pale pale, itauma meno, tutapigana kiume, apebeki apegolikika. Hodi. Hodi wenyewe. Habari yako? Salama. Kwema? Kwema. Samani, nilikuwa namuulizia mwenye nyumba hii hapa. Sitakuwa namfahamu mwenye nyumba hii? Mwenye nyumba hii ni mimi. Sijui ulikuwa na shida gani? Aa, nilikuwa na shida ya chumba. Si nitapata sasa? Dadangu, nyumba yenyewe ndogo kiasi hiki, ina chumba kimoja tu na sebule cha kulala mimi. Halafu unataka chumba, mbona kama sikuelewi. Amna, sina maana mbaya, kwa sababu wewe inaonekana ni mwenyeji wa hapa, labda utakuwa umesikia sehemu nyingine kuna vyumba, niko na shida na chumba. Hapana, mimi sio mwenyeji sana maeneo haya. Labda ungejaribu kutoka ukaenda kule barabarani, utakutana na wale madalali, watakutafutia chumba. ah. mm. Basi sawa, asante haya.

Shida wepi? Shida shida, we shida, we shida pi? Umekaa hapa ulatapita umetulia tu, we vipi ha? Eh, we vipi? Mbona toka saa zile mimi nakuita uitiki maana yake? Sijasikia. Hujasikia? Wakati nimeita mimi naongea kwa sauti kabisa hujasikia. Hujasikia kitu gani? Sijasikia baba, ningekuwa nimesikia si ningekuitikia jamani. A, Pili, hebu niambie una tatizo gani? Hamna, niko sawa. Pili, niambie kweli. Una nini? Niko sawa baba. Unajua Pili? Eh, nikuulize swali Pili. Una babako mwingine? Baba yako nani? Jamani, si wewe? Sasa kama baba yako mimi, nakujua zaidi kuliko nakujijua mwenyewe. Mi ndo baba yako we, nakujua una utulivu wa hivi, makeu kama mchuzi, hu mchuzi hauna ndimu wala una limao na hu mchuzi wa papa. Hebu niambie tatizo nini? Mimi bwana sina tatizo, ningekuwa na tatizo ningekuambia pili. Niambie, kuna tatizo Wekere wewe. Mjinga nini? Mimi nakujua wewe vizuri kuna kujua mwenyewe. Jongo, wewe nitakudunda hujue ujue? Wewe mimi nakujua sana wewe. Wewe ulipokuwa na ngenga wewe ulipokuwa na ukorofi, afu utulie namna hiyo. Sio wewe huyo. Pili wa namna hiyo mimi sina. Mjinga nini? Mimi nakujua wewe vizuri kuna kujua mwenyewe. Nitakupiga magongo, nitakupiga, nitakubabua mpaka pua ivimbe hiyo. Itakwenda upande. Mjinga. Nitakudunda, nitakudunda wewe umesikia? Hebu niambie. Sema wewe. Tala.